Sasa mheshimiwa mwenyekiti, kama nilivyosema, nikizungumza habari ya miradi inahitaji masaa kadhaa kufanya kazi tarime vijijini. Sasa nataka nizungumze habari muhimu ya mwaka huu huu, ni mwaka wa uchaguzi 2025, na, na nataka vijana ambao wanadanganywa kule Mtwara na maeneo mengine na waheshimiwa wabunge, nataka niwape dawa ya wahuni. Dawa ya muhuni ni kuwa muhuni zaidi. Kule Mtwara mmedanganywa vijana wenu sana, lakini vijana niwaambie, mimi na uzoefu wa ndani ya chama cha Mapinduzi na uzoefu wa chama hicho ambacho kinazulula mtaani. Kile sio chama cha siasa, wale ni wanaharakati. Ukiangalia muundo tu wa Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti hapa ni Mama Samia, amejaa kwenye kiti na change na baki na kazi na songa mbele amemchukua makamu mwenyekiti mzee mwenye busara, hekima, ametulia mzee Stephen Masato Wasira, masabu kijana wa baba wa taifa, yuko pale ametulia. Maana yake ukiangalia, majaliwa ametulia pale, angalia Doto Biteko, angalia mawaziri, angalia viongozi wa chama cha chao mikoa, waneki makatibu, angalia ubunge wa chama cha mapinduzi. Hiki ndio chama cha siasa. Ukitaka kujifunza uongozi, ndio chama cha mapinduzi. Ukitaka kufanya harakati nenda vyama vingine na utasubiri sana kuingia katika ufalme wa Mungu na utakuta mlango umefungwa kwa kweli. Kwa hiyo vijana, nawaambia msidanganywe. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, angalia uchaguzi upo na uchaguzi utafanyika mwaka huu. Wewe kama tunayo sasa hivi, tuna mgombea mwenza Dr. Nchimbi na vijana chama penuzi, wa chama cha mapinduzi wamshukuru sana mheshimiwa rais kwa mara ya kwanza mwenyekiti wa vijana taifa kwa muda wa miaka 10 amepata fursa ya kuwa makamu warais wa nchi hii. Mama Samia, tunakuunga mkono sana tunashukuru. Vijana wa zamani wa CCM na vijana wa sasa mjifunze, kumbe ukipata fursa ni kuchapa kazi, ili upate fursa upate kina nchimbi wengine. Na mheshimiwa Nchimbi, tunakuunga mkono asilimia mia mbili. Kazi iendelee na kazi na utu, tunasonga mbele chama kimeshaleta mgombea mwenza, uchaguzi upo. Nchimbi ametoa kauli ya kiongozi, uchaguzi upo tumetoka kauli mbiu, kazi na utu, tunasonga mbele mama Samia, uchaguzi upo. Kama kuna mtu anahangaika, wawa kama wanataka kuwa diwani, changamkia CCM, uuta fomu, ratiba imetoka. Kama nataka kwenye bongi hili, rudi CCM, uuta fomu, uchaguzi ratiba imesha toka, uchaguzi upo. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, tume ya uchaguzi, tumesha fanya mabadiliko ya sheria hapa. Lakini vile vile, tumeparesha daftari, na mzunguko unaendelea, maana yake uchaguzi, upo lakini, vilevile wale watu ambao wamefanya ziara kule kusini, makamu mwenyekiti yule yule kijana bwana mdogo, ni mwongo na mbinafsi. Nisikilizani vizuri, mwongo na mbinafsi. Na kama akija kwenye jimbo lako kiboi yake nipo. Yule nimemgonga 2008 na nimemgonga elfu mbili na kumi na tano nimemgonga ishirini ishirini, na mwaka huu kichapo kiko pale pale mpango wa kumchapa unabaki pale pale. Huyu ni mtu ambaye alienda sirali akawambia anajua kuna sheria ya kufanya biashara kwa mujibu wa sheria. Anawaambia vijana ndeni mfanye magendo. Walipoenda wakakamatwa, wakanyanganywa pikipiki zikataifishwa, hakuwasaidia alisepa, alikula kona. Huyu ameenda kwenye hifadhi ya Serengeti, anajua kuna sheria. Anaambia, chukueni ng'ombe, mkachunge hifadhini. Zilikamatwa ng'ombe, watu waliumia, alikula kona, hakuwasaidia. Huyu ameenda bali kipale Mwathmara, akawambia vijana wa barabara tangulieni na kuja. Watu walikamatwa, zikataifisha pikipiki, watu wana kesi, alikula kona. Huyu ni mbinafsi. Nataka niwaambie, mliona juzi, kuna nyumba ile najenga mpya. Huyu sio mbunge, hafanyi biashara, ni mwanaharakati. Anamiliki magorofa, anajenga nyumba mpya. Anachofanya pale Nyamongo, wale watu ambao wanakuwa na kesi, mgodi unafanya kazi nzuri, ukiona kwamba atakujizia hasara, ufanye bageni nyozungumze hapa wanayo mbii anaitwa Fatuma Karume. Na kesi hapa. Fatuma Karume ametengeneza dili na watu wa Nyamongo. Wanajifanya kuwatetea watu wetu. Wanaenda kufungua kesi Canada ya kuwatetea. Wakikubaliana kuzungumza nje ya utaratibu kwenye meza, wanachukua asilimia hamsini ya pesa na wao wanachukua asilimia hamsini. Kwa hiyo utaona na magari mapya, watajenga nyumba, watafanya ziara, wanawaambia vijana kwamba wao ni viongozi. Hawa ni wanaharakati. Kwa hiyo nataka niwaambie huyu ni mtu mwongo. Mimi binafsi ni matapeli wa kisiasa, msiwasikilize na jambo la uongo. Nikisema na mtu mwongo nalipuuza tu. Watanzania wajue kazi imefanyika kwa kiwango kikubwa. Wabunge wa Chama cha Mapinduzi hawa miaka mitano iliyopita, kuna wabunge washtakiwa kwa wizi humu? Kuna mtu ameshtakiwa wa wabunge wote wa humu ndani? Safi kabisa. Makada wa Chama cha Mapinduzi kwenye majimbo ni watu wamefanya kazi kubwa, na katika uchaguzi ambao utakuwa ni mwepesi. Ndugu zangu, hawa watu wanakimbia mapambano wanajua ngoma hii tunaanua mapema, hatuendi kama hata, hatuendi half time. Kwa sababu ukienda eneo unafanya mkutano, mbunge wa chama cha mapinduzi, mgombea wa udiwani, unaomba kura kwa wananchi, huku wamegemea kwenye ukuta wa zanati uliojenga na chama cha mapinduzi. Unaomba mkutano, amepanda treni ya SGR imejengwa na chama cha mapinduzi. Unaenda kuomba watu kura, wapo kwenye barabara ya lami imejengwa na chama cha mapinduzi unaenda kuongea na wanafunzi wapo kwenye jengo zuri, darasa, viti na meza ameleta mama Samia. Uchaguzi ni mwepesi mweupe kama karatasi, kwa lazima wakimbie. Tunasema chama cha mapinduzi, kazi njema, chama uongozi, chama cha kutoa shule kwa watu, vijana ambao wanatafuta ajira, ajira inatengenezwa na chama cha mapinduzi. Ajira haipo kwenye harakati, njo ujifunze uongozi, utafute fursa, tushirikiane kujenga nchi. Habari ya kutafuta uhuru Tanganyika afanye baba ya taifa kwa Zanzibar ni Abedi Amani Karume na akapoteza maisha. Tumefunga mjadala, kilichobaki hapa ni kujadiliana kwa heshima kwa hekima, kubadilisha baadhi ya mambo, tunasonga mbele. Taifa letu hili litasonga mbele, na huu ni mpango wa Mungu. Upinzani hapa ng'o, hauko. Asante mwenyekiti, asante sana mheshimiwa. Uh, Mwita Mwikwabe Waitara.